Hanington uh, Kabuta. Bwana Yesu asifiwe wapendwa, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutakwenda pale nje, alafu tutaweka wakfu hivi vyombo hivyo, uh, vitu ambavyo vimetolewa kwa ajili ya Bwana na kwa ajili ya mama mchungaji. Tutarudi tena hapa ndani kwa dakika chache kwa ajili ya kuweza uh, kumalizia shughuli yetu. Naomba kwa heshima kabisa, mchungaji mwenyeji, wewe utatuongoza nini cha kufanya tunapokwenda kwenye hilo sasa tukio la kuweka wakfu Mama tumpe Yesu makopya mazuri mazuri, mazuri. Na, ni tukio maalum la uzinduzi sasa wa magari mawili na Askofu Aron Mwashilindi pamoja na mchungaji kiongozi wa kanisa hili wakiwa wanafika hapa katika tukio hili kwa ajili sasa kwenda kukata utepe kwa ajili ya kufanya uzinduzi wa magari haya mawili. Unaweza ukaona ni magari mazuri ya kisasa kabisa. Lipo gari moja kwa ajili ya kanisa, lakini pia lipo gari kwa ajili ya mke wake kipenzi na mama mchungaji Loveness. Na sasa mgeni rasmi askofu Aron Mwashilindi wanakwenda sasa anakwenda sasa kuzindua na kukata utepe rasmi kwa ajili ya kuyaweka wakfu na tayari kwa ajili ya kwenda sasa kutumika kwa ajili ya matumizi na kazi ya Mungu. Huyu ni mchungaji kiongozi wa kanisa hili, mchungaji Kabuta ambaye anaongoza pamoja na askofu wa jimbo hili la mashariki kati kaskazini yuko na viongozi wengine lakini pia yuko na mwangalizi wa sehemu hii mchungaji Sabuni, ambao wamefika na wachungaji kutoka maeneo mbalimbali katika kuhakikisha wanashuhudia tukio hili la baraka. Ni jambo la baraka hakika ambalo limefanyika hapa, upendo wa kipekee pia ambao ameuonyesha kwa mke wake kipenzi, kwa kuweza kumnunulia usafiri mzuri na wa kisasa kabisa, magari ambayo amegarimu fedha za kutosha. Gari ya kanisa ambayo imenunuliwa ina gharimu jumla ya fedha za kitanzania milioni ishirini na tatu, lakini gari ya mama mchungaji, mke wa mchungaji Kabuta Loveness, imegarimu milioni ishirini na nne za Kitanzania. Hakika, kwa wewe ambao unaifuatilia NYTV saa hii unaweza kushuhudia jambo hili la pekee, lakini pia ni jambo la kujifunza kwa wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu, ni mchungaji, lakini ni mume, lakini pia ni baba, ni watoto. Jambo la upendo linalofanyika hapa, ambalo unaweza ukalionyesha hivyo, sio tu kwa mke, lakini pia kwa wazazi, kwa marafiki, kwa ndugu, kwa ajili ya kukamilisha lile ambalo Mungu aliliweka haswa, kwamba amri kuu ni upendo, na mahali palipo na upendo tunaamini kwamba kuna amani. Karibu sana mtazamaji, fuatilia tukio hili tunapokwenda kushuhudia magari haya yakiwekwa wakfu na tayari kwa ajili ya kuzinduliwa rasmi kwa ajili ya kwenda kutumika. Sasa tuko hapa kanisa la TAG DPA, mimi ni Messi Malo hakikisha unafuatilia tukio hili la baraka kwa ajili ya utukufu wa Mungu tuko hapa tunakwenda kumalizia tukio hili hili ni tukio nyeti sana ambalo tunalo sasa na hii ni ngo ya muhimu sana tumesimama hapa katikati ya magari mawili upande wa kushoto kwangu ni gari iliyotengenezwa na kampuni ya Mitsubishi ambayo gari yenyewe ni Outlander. Upande wa kulia ni gari iliyotengenezwa na kampuni ya Nissan na aina ya gari ni X-Trail. Gari la kushoto kwangu ni gari ambalo limenunuliwa kwa milioni 24 kwa ajili ya Loveness Kabuta. Tunaweza tukampa makofi ya kutosha. Na gari la kulia kwangu ni gari la Nissan X-Trail ambalo limenunuliwa kwa milioni 23 kwa ajili ya kanisa la Tanzania Assemblies of God. Tumpe Yesu makofi mazuri. Ndugu mgeni rasmi, baba yetu Askofu Mashilindi, ninaomba sasa kwa heshima na tadhima nikukabidhi mike, lakini nikukabidhi na mkasi pia na funguo za gari kwa ajili ya kuweka wakfu magari haya. Naomba tupokee jambo hili kwa makofi tena na tena. Naomba mike iongezewe nguvu, Andrea, naomba mike iongezewe nguvu. Upendo, Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe. Nice. Ah, ah, ah, ah. Niliyopewa kama mtumishi wa Bwana, napenda kutangaza mbele yenu na mbele za Mungu aliye hai ya kwamba gari hili lililopo ah, kulia kwangu limenunuliwa kwa makusudi maalumu kwa ajili ya utumishi wa kazi ya Bwana kwenye kanisa la TAG la mahali hapa kwa mchungaji Hannington Kabuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami kwa mamlaka niliyopewa, napenda niliweke wakfu rasmi gari hili na kutangaza rasmi ya kwamba tunaliweka wakfu mbele za Bwana katika jina la Mungu Baba na jina la Mwana na la Roho Amen. Amen, amen, amen. Naomba kwanza utunze hiyo funguo ya gari hili la hapa, nimalize na hiyo baada hapo, tutaiombea yote kwa pamoja, sawa? Jamani wachungaji, kwa round, tutaiombea kwa pamoja. Tukimaliza kuiombea kwa pamoja, nitaingia humo ndani, alafu mzee, linapiga start yote, yote anapiga start kabisa, na mafuta ya kutosha, ya kutosha. Asante, asante sana, mpaka Morogoro. Kwa hiyo, kwa mamlaka niliyopewa kama mtumishi wa Bwana gari hili pia tunaliweka wakfu kwa ajili ya matumizi ya Mama Hanton Kabuta wa mahali hapa, nalizindua rasmi katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. <tifu> Naomba sasa watumishi wa Bwana, wachungaji, hebu tusongee, wale ambao tuko karibu tuyazunguke magari hayo, wengine hili wengine hili tuweze kufanya maombi, na washinda, tusaidiane kufanya maombi. Tunaomba ulinzi katika hili gari, tunaomba neema ya Bwana ikalizungukie gari hili Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ni Mungu wa milele. Chombo hiki Baba tunakikabidhi mikononi mwako kwa ajili ya kuharakishia nuru kwa ajili ya mama mchungaji Hannington Kabuta wa mahali hapa kwa heshima yote tunaomba Mungu, tunza chombo hiki ukipake mafuta na neema yako iwe juu yake, malaika wako waambatane na chombo hiki kila maeneo ambako Bwana itakuwa linazungukiwa gari hili, katika jina la Mungu aliye hai, tunaleta chombo hiki mbele za uso wako kwa ajili ya kazi yako ya kanisa la TAG la mahali hapa, na kwa mapana yake, mtakatifu wa Israeli, Mungu aliye hai hii ni chombo kwa ajili ya utumishi na kwa ajili ya kazi njema. Mahali popote linapopita, likatangaze utukufu wako na ikujulikane ya kwamba Bwana wewe ni Mungu wa mbingu na nchi, fedha na dhahabu vyote ni mali yako, na kila kitu chini ya jua ni mali yako. Tunakitakasa na kukiweka mikononi mwako Mungu mwema aliye hai na mwaminifu na wa kweli, katika jina la mwokozi wetu Yesu Kristo aliye hai, naomba na kushukuru wote tuseme amen.

Mungu amina. Amen. Yaani ni nzuri la kipekee alafu ndani kula kulaini laini kumetulia. Mungu awabariki sana. Asante sana Mchungaji Kabuta kwa kazi nzuri. Mungu akuzidishie. Wapi tena? Unanielekeza mimi. Aise? Eh. Mesikia kitu hicho, iende mbele injili. Yo aya, basi natosha. Mungu awabariki sana tkwa makofi tena mazuri mazuri mazuri mazuri. Asante baba, ufunguo wake ni huu hapa. Karibu baba, hapo ni kwa kufunga upande wa pili. <coughs> hili si dola kwake. Mama Kabuta yuko wapi? Sasa, mama kaa huko nyuma tunakupakia. Jamani, haleluya Haleluya! Mungu akubariki sana, asante. Mungu akubariki kwa ajili ya chombo kizuri cha kurahisisha kazi ya Bwana. Jamani, amina! Jamani, amina! Iende mbele injili hiyo. Haya, inatosha. Mungu awabariki sana, asante, asante watumishi wa Bwana. Mesikia kitu hicho. Asante. Mungu awabariki.